Mambo vipi, karibu tena kwenye channel yetu. Ikiwa wewe ni mgeni hapa, mimi ni Engineer Anes, na leo nitakueleza hatua kwa hatua jinsi ya kucreate akaunti yako ya email, na hapa tutafanya tutacreate account ya Gmail, Google Mail. So hapo, cha kwanza kitu cha kwanza kufungua browser yako Google Chrome, Then baada ya kufungua Google Chrome utataipu google.com, type google.com. Baada ya kuingia kwenye peji ya google.com, upande wako wa kulia hapa utaona option ya sign in ambayo utacliki hapa ili uweze kusign in, lakini kama hauna akaunti basi usijali, sisi tutaenda kucreate account moja kwa moja. So ukifika hapa, kama usha kusain kwenye account yoyote kwa kutumia hiyo browser au kompyuta, itakupa hapa option, itakuonyesha hiyo email ambayo umetumia. Lakini kwa kuwa tunaenda kucreate account mpya ya email, utaclick hapa use another account, then utaclick select account. So kwenye kuselect account Create account mpya itakuwa option kama unataka una iwe ni for personal use au kwa ajili ya mtoto au kwa ajili ya biashara. So utachagua for personal use kama ni kwako binafsi, lakini kama ni kwa ajili ya biashara au kwa mambo ya brand nakadhalika, chagua kwa ajili ya weka jina au chagua kwa ajili ya biashara. So hapa tutachagua for personal use, kwa matumizi binafsi. So utaandika jina tajaza itaniomba nitajaza, nitaenda kwenye hatua inayofuata. Hatua inayofuata itaniambia nijaze mwezi niliozaliwa, aliozaliwa niliozaliwa, lakini itakwambia ujaze tarehe pamoja na mwaka pia. Utachagua jinsia ambayo, kama ni wa kiume au wa kike, then, then, utaenda kwenye hatua inayofuata. Ukienda kwenye hatua inayofuata Google atasuggest email ya kutumia, lakini unaweza pia ku kuunda email yako mwenyewe, kutengeneza email yako mwenyewe. Sasa hii email au ndo, ndo itakuwa ni Gmail address yako, ndipo utatumia katika kusign in kwenye Google service zote, kwa mfano YouTube, kalenda, Google Drive na kadhalika. So hapa tutachagua, utachagua option ya kwanza. Baada ya hapo nitaenda kwenye hatua inayofuata. Kwenye hatua inayofuata itaendai niweke password, itanyomba niweke password kwa ajili ya email yangu, na password inatakiwa iwe na mchanganyiko wa herufi namba, pamoja na alama mbalimbali. Kwa hiyo itaweka password na Google wana suggest tuweke password mara mbili ili kusitokee na mistyping yoyote au kukosea kuweka password. So nitaenda kwenye hatua inayofuata. Hatua inayofuata itaniambia niweke recovery email. Sasa hii recovery email ni muhimu pia, although hapa unaweza kuskip lakini ni muhimu, kwa mfano unaweza kusahau password yako ya email. Sasa kusahau password ya email ni lazima kwanza uwe na recover email ili uweze kurecover ile password yako. So nitaenda kwa, mimi nitaskipu hii sehemu, lakini wewe sikushauri uskipu hii sehemu. Baada ya hapo, nitakuwa tayari nimesha unda account yangu ya email ambayo ni vedastusjohn57@gmail.com. So nitaenda kureview my account info So, baada ya hapo Google nita agree Google policy na sheria zake za kutumia Gmail. So baada ya hapo, so baada hapo nakuwa nina akaunti ya Gmail. Yaani mpaka hapo tayari umesha kuwa na, umecreate account ya email.